Nam habari ndugu zangu katika imani na wasalimu, kwa jina la mwenyezi Mungu lenu. Mnauona hapo ni mti, kikwetu tunaita matama. Haya ni matamatama, haya ni matamatama. Kikwenu sijui mnauhitaji, lakini mti huu au mmea huu ni dawa kubwa sana ya mba. Mba zinazosumbua mwilini, hii ni dawa yake kubwa sana. Lakini pia wale wanaosumbuliwa na fangasi sehemu mbalimbali za mwili unatumia majani haya, unayachukua unasaga, kisha unasugua sehemu ambayo ina fangasi au yenye mba. Tofauti na hapo, unaweza kusanya mengi kabisa ukapondaponda, kisha ukapata juisi yake. Unaruhusiwa kuchanganya na maji kidogo, maji masafi, hasa ya mvua kisha unakuwa unapata kupaka sehemu ambayo inasumbuliwa na mba. Sisi kwetu tunaita matamatama, kikwenu sijui. Isha nafanya zoezi hilo kwa muda wa siku saba, hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utakuwa salama na utaepuka ugonjwa fangasi pamoja na mba. Chifu Amisi. Hatad TV. Asante.